Niziombe taasisi za dini, niziombe taasisi nji, na mwenyekiti wa chama kata ya Ilala Habib nasa saba za usiku, tukamgongea na kumpigia simu msimamizi mkuu wa tando akasema barua ipo, tunaifanyia kazi, mheshimiwa mgombea. Huwezi kuamini kibali cha kukata barabara, na hii barabara haikatwi. Wewe mheshimiwa rais umeagiza mradi huu, wachimbe chini kwa chini, wametumia teknolojia chini ya maelekezo yako inaitwa HDD horizontal drilling. Wanachimba chini mita tatu chini ya barabara inaibuka juu. CCM oyee! Mheshimiwa mgombea, mkandarasi yuko saiti. Shida yake ilikuwa wapi? ya weke mabomba na mabomba haya mnajua ya kikaa usiku bila kulindwa, kila mtu anachukua chake mapema. mkandarasi na kuelekeza diwani wailala na wa Ilala na mwenyekiti wa mtaa Bechina Legwe, mtafutieni mkandarasi site ya kuweka vifaa vyake. mradi huu peke yake keake, wa mtaa Lindi ni kilomita 2.4 huyo ndio Daktari Samia Tunamwachaje? Hatukuachi mama. Mheshimiwa mgombea, tulipata changamoto ya maji safi katika jimbo la Ilala, na hii nayo imetokana na maboresho na, na ujenzi wa barabara za mwendo kasi. Nawaomba kwa nyenyekevu wananchi wetu wa maeneo yetu maeneo yote Kivule, Ukonga, Segerea, Ilala, maeneo ya Kinondoni, tuwe na subira. Ukitaka kuona malaika ukitaka kuona malaika lazima ufe kwanza. Tukubali kero hii lakini nahakikishia, na habari njema, Mheshimiwa mgombea, DAWASA chini awesu, ya wesu na injinia Mkama usiku na mchana wameangaika kuhakikisha maji yanarudi. Nampongeza injinia ya Mkama na Lidia kwa majitaka kwa namna wanavyojitoa kuhakikisha kero hii wewe umeidhinisha zijengwe kwa kiwango cha lami, umetutoa from sand to tarmac. Asante sana mgombea wetu. Barabara za mwendo kasi, wanawambia wananchi mnaekwenda mahakamani Kisutu, basi mkirudi nyumbani sifieni barabara za mwendo kasi ambayo mnaiona karibu na mahakama. Katika dunia ni nchi mbili tu zina miundombinu ya mwendo kasi kama Tanzania, Tanzania na Brazil. Hongera sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mwenyeji, msamehe kidogo na kuelewa, na naomba radhi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, umetujengea hospitali ya Mchikichini, sasa iko asilimia 75, ghorofa tano, vitanda kibao. Disemba tutakuomba uje uifungue. Huyo ndio Daktari Samia. Mkurugenzi na madiwani waliopita na hawa wapya tutajenga hospitali kwa maelekezo yako medical tourism katika jimbo la Ilala lakini mali ya wilaya ya Ilala kwa gharama bilioni kumi, pesa zetu za ndani ambayo umetuagiza tuhakikishe tujenge kwa hela za ndani. Ulitoa maelekezo ya kujenga uwanja mpira Benjamin Cup. uwanja huko asilimia 50 tunajenga kwa 1.8 bilioni hela zetu za ndani zilizochangiwa na wananchi wetu, na kupongeza kwa godi la mama. Godi la mama limeleta hamasa michezo Tanzania kwa vilabu vyetu vyote. Sasa, Mheshimiwa Rais, napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa chama changu wilaya na mkoani DC wa, wa mkurugenzi wa jiji Ndugu Eluruma pamoja na watumishi walioshirikiana nao kufanya kazi na sisi. Mheshimiwa mgombea rais rais, napenda kuwapongeza wahudumu wote wa hospitali, madaktari, watu wa huduma wa hospitali zote. Mheshimiwa rais, kuna watu hapa hawajui umeleta mtambo wa PET Samia, uzima afya na nguvu na bidii zaidi hapa alipotufikisha mpaka 20 mpaka 30, basi tuone zile asilimia nane tunazipata kwenye uwekezaji ambao utalinda maslahi ya nchi. Sasa tulikuwa na Simba day, imepita Simba day, tulikuwa na Yanga day imepita Yangade tarehe 29, Samia de, majimbo yetu, madiwani ambao mko wapa Wangapi mtawapa kura madiwani wa wilaya yetu? Na wangapi mtawapa kura wabunge wa jimbo letu? Asanteni sana kwa kumsikiliza Mheshimiwa Rais, karibu Ilala na nakutakia ziara njema. Asante, naomba ni mkaribishe ndugu Ezekia Dibogo, Wenje kwa salamu fupi. Karibu. Asante mama, kiongozi wa chama chetu. CCM hoye, Daktari Samia hoye! Ndugu zangu watu wa Ilala na watu wa Dar es Salaam na Watanzania wote mnaonisikiliza mchana wa leo, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, nilikuwa mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Ziwa Victoria. Sasa nilikunjishwa sana ngumi huko, nikagundua ni wenda wazimu unapoambiwa ukunje ngumi, na kuna mtu anayepigana naye. Kwa hiyo niko hapa, ndugu zangu, katika nchi yetu kuna baadhi ya watu wanaowaamini au wanafikiri kwamba mtu akiwa upinzani ndio anasema ukweli, kwamba mtu akiwa mpinzani ndio anakuwa na akili, kwamba mtu akiwa mpinzani anakuwa mdogo wake na malaika wajua, mtu ambaye yuko pinzani anaweza kaja hapa hapa Ilala sasa hivi akakusokota vizuri sana mpaka na wewe akakuaminisha kwamba duniani kote Tanzania ndio nchi peke yake yenye changamoto ya wa ajira waka kwamba Tanzania ndio nchi peke yake yenye changamoto ya maji, afya na elimu, ambayo ni uongo kabisa. Iko hivi, duniani kote hakuna nchi hata moja ambayo imepata maendeleo yenye kikomo, kwamba sasa wao wameendelea, wamefika kikomo. Hakuna hata moja, na maendeleo uyoga, maendeleo yanapangwa, yanakuja step by step, mdogo mdogo. Sisi moyo leo, Marekani ina miaka mia sini ya uhuru. Kila uchaguzi ukifika, swala la ajira kwa wananchi inakuwa kubwa, kwa sababu ni tatizo. Ni sera ya bima ya afya, kwamba serikali inayokuja itasaidia wananchi kiasi gani wapate bima ya afya. Kwa hizi changamoto, sio siyo unique kwa Tanzania tu, matatizo haya yapo kwenye kila nchi hapa duniani. Sasa Faraja kubwa niliyo nayo leo, na ndio maana huko mnyuma nilisema na nilisema kwamba naomba niazime, kuna neno jamaa moja mtu Odero, nikasema niazime kwake kwa muda. Ana usemu inasema, mbele kuna mwanga. Nimeenda nime, nime kwenye ziara na mheshimiwa rais kwenye baadhi ya mkoa. Kila sehemu tulipoenda kuna kazi kubwa imefanyika, uwekezaji moja kwa moja unaogusa maisha ya Tanzania sasa leo leo, kwa mfano kwa mfano, mwaka elfu mbili na moja Kenya ilikuwa inazalisha umeme mwingi kuliko Tanzania. Toka daktari ameingia Ikulu uzalishaji wa umeme vijana wa Tanzania, ndio maana nawaambieni, bila shaka yoyote, kwamba chini ya, kwa ya Daktari Samia mbele kuna mwanga sisimoye sasa ndugu sema, ni bahati mbaya sana kwamba watu wanafikiri, baadhi ya watu kwamba wapinzani nchi ndio wanamiliki ukweli, ambao ni uongo mkubwa sana na ndio maana leo leo wakija kufanya mkutano hapa, watawashawishi watu wa Ilala, watawashawishi watu wa Ilala muamini kwamba kuna serikali iliyozuia Chadema kushiriki uchaguzi, ambao pia ni uongo, ambao pia ni uongo. Hii ngoma, mimi nilikuwa huko, ngoma ilikuwa nzito, sisi tukatoroka wenyewe, sawa sawa. Na ndio maana na ndio maana tuliandikiwa barua na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba twende tukasaini fomu ya maadili ambayo ni takwa la kisheria ili ushiriki uchaguzi. Sisi tulikimbia wenyewe, tunakubaliana sisi huko enzi hizo nikiwa huko, tulikimbia wenyewe. Sasa huu uh, uongo unaoenezwa kila kona kwamba serikali ya Tanzania, serikali ya Tanzania imezuia chama cha upinzani Chadema kushiriki uchaguzi na na huu ni uongo mkubwa, uongo mchana kweupe. Atukusaini fomu ya uchaguzi wenyewe na sisi, tulienda kwenye vikao vya chama, baraza kuu, mkutano mkuu, tukakubaliana kwamba sisi hatushiriki uchaguzi, tulikubaliana wenyewe. Mwisho mwisho, leo ngoja niwaambie siri, labda nyie hamjui baadhi ya wajumbe hao na wengine wanaowambia si mara mkandamane mara ngengenge, wengi wameshakimbia nchi hawapo. Au mnataka nitaje kwa majina? Wapo wameshasepa wengi, alafu wanakuambia hapa hey, hey, kaandamane wewe. Hii nchi ni kubwa kuliko mtu. Tunakubaliana leo, kuna wajumbe wa kamati kuu wa CHADEMA hawapo nchini Wameshakula kona, orodha ninayo, kesho tutawataja huko kwenye mkutano mwingine, hao ambao wameshakimbia. Wanakimbia alafu wanabaki kwenye mitandao ya kijamii, wanakuambia wewe ukaandamane. Naomba ni azime maneno ya Rais Kikwete, alisema akili ya kuambiwa changanya na akili ya kuambiwa changanya na. Asanteni sana, Mungu awabariki. CCM! Naomba nimkaribishe ndugu Peter Simon Msigwa kwa salamu fupi, karibu moye. Ila naomba nione kura za Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kidumu chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa mwenyekiti na mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa mwenye wa Dar es Salaam, wajumbe wa kamati kuu na viongozi wengine wote, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru sana kwa kupata nafasi hii kusimama kwenye jukwaa lako la kampeni. Na mimi ndugu zangu wa Ilala, nimesimama hapa kutoa ushuhuda. Mheshimiwa mwenyekiti, mwaka elfu mbili na ishirini na moja, pale ambapo hayati John Pombe Magufuli alitutoka na kumbuka pale Dodoma ulisimama mama yetu ukasema niliyesimama mbele yenu ni rais mwenye jinsia ya kike. Yale maneno binafsi yalinipa tumaini kwamba mbele yetu amesimama kiongozi jasiri wa kuliendesha taifa letu. Lakini kama vile haitoshi wakati unalihutubia bunge kwa mara ya kwanza toka umeapishwa, Mheshimiwa Rais ulisema tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne mwaka elfu moja, mwaka elfu mbili na ishirini na moja ulisema nitayaenzi mambo mema yote ambayo watangulizi wangu wameyafanya. Mheshimiwa Rais nimebahatika baada ya kuwa kada wa chama cha Mapinduzi kufanya ziara mbalimbali katika taifa la Tanzania, lakini vile vile nimetoka jana Ileje kwenye kampeni ya mgombea mwenza, nimezunguka kuanzia Newala Plateau kule kwa mzee Mkuchika, mpaka Mtukula, Kilwa, Kigoma, Tarime, Mwanza, Uheheni Ubenani, unyakiusani, kila mahali ukienda, unaiona sura ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye maji, unaiona sura ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye barabara, unaiona sura ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye hospitali, kwenye vituo vya afya, unaiona sura ya Dr. Samia Suluhu Hassan jinsi anavyojaribu kumtua mama ndoo kichwani, anasogeza maji karibu na mama. Unaiona sura ya Dr. Samia Suluhu Hasani kwa kinamama, anajaribu kuwatua kuni ili watumie nishati safi. Sisi moye, sisi moye! Huyu ndio Dr. Samia Suluhu Hasani aliyesimama kwa ujasiri siku ile ambapo taifa lilikuwa limejaa hofu wapinzani tulizani tutapita katikati. Kulikuwa na miradi ya kimkakati kumi na saba, tukasema hatoweza, mama akawa